Changamoto mlizo nazo, najua kwamba hapa sitokuwa na maana yote nisipoongelea barabara. Sitokuwa na maana yote nisipoongelea wanyama wakali tembo. Sitokuwa na maana yote nisipoongelea umeme wa uhakika. Sisi mwenyewe naomba hoja ya barabara mimi nilipokuja elfu mbili elfu mbili na tano barabara Nangurukuru, eh? Nangurukuru Liwale ilitajwa kwenye ilani. Nilipokuwa bungeni, nilikuwa nasikia mama anasema kushauka hapa leo ni kuwa anatafuta maswali mengi anayouliza bungeni, na naye ameuliza. Kwa hiyo hii barabara, kwa kweli maneno mazuri <coughs> na mimi, anasema, ni pale watakapoona inaanza kujengwa. Mimi watu wanasema kuona ni kuamini na mimi nilitokea Nachingwea habari ya huko niliijua, na mimi nilikomaa tu, twendeni twendeni. Kilomita ngapi? mia mbili saba, mwingine mia, mwingine mia mbili thelathini. Nikaambia twendeni, nataka niwahakikishie mimi nitakuwa balozi wenu msemaji wenu mkubwa kuhusu hii barabara, <laughs> barabara, na nimewaahidi, na waziri ameahidi, mimi nitafuatilia. Baada ya hilo, naomba niongelee swala swala la la tembo. si, si, woy, swala la tembo mimi nalijua vizuri adha tembo na ijua, nilikuwa mkuu wa mkoa wa Katavi, najua adha ya tembo katika mbuga ya Katavi. Tembo anarudisha nyuma maisha ya watu, uongo kweli? Tembo anasababisha vifo. Sasa mheshimiwa mbunge ameeleza yanasababishwa na nini, amesema TANAPA, amesema TAWA. Sasa watu wa TAWA TANAPA wapo, lakini hawa mmewazuia kweli. Mimi nimeongea na waziri mwenyewe, nimemwambia walifanya kazi juzi, alitumia video nimemtumia kuwamkoa namna walivyofanya kitaalamu kuwasogeza tembo kutoka katika maeneo na udhibiti wa tembo katika maeneo hayo. Mimi nimemtaka waziri mwenyewe na timu yake aje hapa Liwale, waziri wa maliasili aje mwenyewe, mumpokee mumweleze vizuri na aonyeshwe athari zilizopo nafanya ziara haraka inavyowezekana, waziri aje hapa na maeneo yote yaliyoathirika na wanyama hawa tembo. Wizara atoe msukumo yeye. TAWA mmewazoea, TANAPA mmewazoea, akija waziri nafikiri mnaweza mkamwelewa, kwa sababu yule ndio mwenye dhamana na swala hili, alilikubalia.